Hapo zamani za kale paliondokea binti mmoja. Daima alikuwa akimlalamikia baba yake kwamba maisha yake yamejaa mikosi na kwamba hadhani kama atafanikiwa katika maisha yake. Alikuwa amechoka kupambana wakati wote, ilikuwa akipata suluhu ya jambo moja, lingine linakuja. Baba yake alikuwa mpishi mbobevu, akampeleka binti yake jikoni, akachukua sufuria tatu za maji, kila moja akaiweka kwenye moto mkali wa gesi sufuria tatu zilipoanza kuchemka akatia viazi mbatata kwenye sufuria moja, mayai kwenye sufuria ya, ya pili na kahawa kwenye sufuria ya, ya tatu akamwonyesha binti yake mahali wakae. hakusema neno lolote. Ustahimilivu ulimshinda binti, alijiuliza maswali mengi, ni nini dingi anafanya? Baada ya dakika ishirini, baba yake akayazima majiko hayo akavipakua viazi kwenye bakuri, hivyo hivyo mayai, na pia akamimina ile kahawa kwenye vikombe. Akamgeukia binti yake akamuuliza, mwanangu, umeona nini? Binti akajibu mayai viazi na kahawa. Akajibu kwa hasira. Lakini tazama kwa ukaribu, vishike viazi. Binti akafanya hivyo, akaona viazi vimelegea sana, yani vimetepeta. Baba yake akamwambia ayachukue mayai na kuyavunja. Alipoyapiga chini, akagundua kuwa ni magumu. Ndipo sasa akamwambia apige funda la kahawa. Binti akanywa kahawa, akashusha pumzi kwa burudani na ladha yake, huku akisisimka. Akamuuliza baba yake Baba, hii ina maanisha nini? Baba akamjibu, viazi, mayai na kahawa vyote vimechemshwa kwa kiwango sawa cha moto, lakini kila kimoja kimeitikia tofauti. Viazi viliingia vikiwa imara, vikatoka vimetepeta. Mayai yameingia yakiwa dhaifu na mepesi hata kwa kuvunjika, lakini ametoka ya yakiwa magumu. Ila kahawa ilikuwa kipekee sana. Ilipowekwa tu kwenye maji, yenyewe ndiyo ilibadili rangi na ladha ya maji, ikaleta msisimko. Binti alikodoa macho tu, baba akamuuliza wewe ni nani? Hali wakati huu nikikusimulia kisa hiki, binti bado ana tafakari jibu la kumpa baba yake. Mimi naitwa Jithe Pro. Hadithi hii imeandikwa na Fadhi Mtanga.